Namsdk mtazamaji tukiwa naye belinda Phillips, ndani nayendaaanam yuko tayari kutafsiri taarifa hizi kwa ishara. Cheche za siasa za ODM zilisheeni kwenye maadhimisho ya miaka ishirini ya chama hicho huko Mombasa, huku vigogo wa ODM wakionekana kuwasuta wale wanaodaiwa kuzua mjadala hapo jana kuhusu iwapo ODM itasalia kwenye serikali ya muungano na UDA. Taarifa hiyo kutoka Mombasa. Shamra shamra sherehe na nderemo zilisheheni katika hafla ya kuadhimisha miaka 20 ya chama cha chungwa kuu. Ladha ya chungwa ikisherehekewa kwa madoido ya aina ya yake katika kaunti ya Mombasa. Raila Odinga Wini Odinga alimwaga mtama mbele ya wanachungwa kuhusu uhusiano wa ODM na chama cha UDA katika serikali ya broad based. The people of ODM entrusted one person with the management of that relationship. And that person was Baba Raila Molo Odinga. Those that are taking it upon themselves to manage it now, are they capable of managing that relationship? We need to go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship. Wini to to akisema ati Raila e, alikuwa hapo na sasa tutafute mwengine kusaidia, kusaidia ku, kuendelesha hii broad based government. Ninamwambia hiyo a mtoto yangu, tutaongea na yeye kinyumbani. Kitendawili hiki kikisalia vinywani mwa viongozi wote waliopanda jukwaa. Niteni ni nina hasira, yes nina hasira. Niteni na nguruma, yes na nguruma, lakini kabla ya kufikiria tutatoka sisi ODM, mutatoka nyinyi, kwa sababu ODM zina la blood. Tafadhali, mtu yoyote ambaye atadhania kwamba atavunja chama cha ODM, tutakuvunja mapema na kama chama tuko na msimamo, na kama chama tumeamua jambo moja. Tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad-based government. Ikifika 2007 wafuasi wa chama wataamua vile vitatembea. Waziri wa Madini Ali Hassan Joho akiandamana na mawaziri walioko chamani zamani, aliwazomea baadhi ya viongozi wa chama wanaochochea migawanyiko. Hatuwezi kuwa sacrificial lamb unavyotaka halafu ututupe. Inawezekana hiyo. Mimi naunga naunga ile ile uamuzi wa, wa, wa chama cha ODM ya kufanya kazi pamoja na chama cha UDA.